Kufundisha nywele hii ya kutumia sindano ya crochet inaitwa LUX DREAD. Rasa nilotumia ni hii hapa. Unachotakiwa kufanya ukiwa unasuka nywele hii uh, naomba uangalie hapa. Unapoenda kuchomeka sindano yako ya crochet, hakikisha kwamba ile nywele ya mteja unaifunga zaidi ya mara moja hivi. Unaona nilivyochomeka sindano yangu, nywele nimefunga mara ya kwanza, mara ya pili hii itanisaidia hata mteja wangu nywele yake haitofumuka haraka. Kwa wale ambao mnafunga mara moja nywele zenu zinafumuka haraka, lakini pia una uwezo wa kuzingatia hili ukaiboresha kazi yako. Jina langu ni Farida Othman, tunawakaribisha sana katika chuo chetu cha urembo na ususi. Tunafundisha kusuka nywele aina zote. Tunapokea mwanafunzi ambaye hata kama haujui kabisa Ada zetu kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Namba yetu ni hii ambayo unaona kwenye screen. Lakini pia unaweza kuwa umejifunza katika YouTube channel yetu hii na unahitaji kujiunga kwenye, kwenye, kwenye, kwenye. Sawa sawa. Asante na karibuni mjifunze na sisi tunafundisha hata kama huna idea yoyote. Karibuni.